Mtazamaji hujambo, na karibu na moja kwa moja tufululize hadi kwenye taarifa yetu kuu, ambapo wasafiri kadhaa walikwama kwenye viwanja vya ndege kote nchini Kenya baada ya wafanyakazi wa sekta ya uchukuzi wa ndege kugoma kuhusiana na masharti yao ya kikazi. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ndio uliathirika zaidi kutokana na mgomo huo kwani safari kadhaa za ndege, mtazamaji, zilicheleweshwa au kuahirishwa huku milolongo mirefu ikishuhudiwa kwenye uwanja huo wa ndege. Katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa sekta ya uchukuzi wa ndege Mos Ndiema ameonya kuhusu mgomo kamili kwani wafanyakazi wa halmashauri ya viwanja wa ndege nchini wanatarajiwa kuungana na wenzao wa halmashauri ya uchukuzi wa ndege nchini kuanzia kesho. Wafanyikazi wa halmashauri ya uchukuzi wa ndege nchini kwenye viwanja vya ndege kote nchini Kenya, ukiwemo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, wakigoma kuanzia leo na kuvuruga shughuli za kawaida za uchukuzi wa ndege. Milolongo mirefu na mikusanyiko ilishuhudiwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, huku mashirika ya ndege yakiahirisha au kuchelewesha safari za ndege. Chama cha wafanyikazi wa sekta ya uchukuzi wa ndege nchini kimesema kuwa mgomo kamili utaanza hapo kesho kwani wafanyikazi wa halmashauri ya viwanja vya ndege watajiunga na mgomo huo. Maafisa wa chama hicho wanaishutumu halmashauri ya uchukuzi wa ndege na halmashauri ya viwanja vya ndege nchini kwa kutekeleza maswala ya wafanyikazi bila mchango wa wafanyikazi, ili hali mishahara huende ikaathirika, huku baadhi ya wafanyikazi wakizuiwa kujiunga na vyama vya wafanyikazi, miongoni mwa malalamishi mengine.

Halmashauri ya uchukuzi wa ndege nchini imesema ipo tayari kwa mashauriano huku ikihakikishia mashirika ya ndege kwamba shughuli muhimu za usalama wa uchukuzi wa ndege zinaendelea. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, halmashauri ya viwanja vya ndege nchini imesema kuwa hatua za kuepusha mzozo zinatekelezwa.